Katika kipindi husika TAKUKURU mkoa wa Shinyanga n yani kuanzia Januari hadi Machi 2024/25 imefanikiwa kuzuia au kudhibiti mali za umma baada ya kufanikisha kudhibiti kiasi cha shilingi milioni 92 na laki moja na 60 elfu ambazo zilikuwa zimefujwa na viongozi wa chama cha msingi Ibambala, halmashauri ya wilaya Ushetu. Malipo haya yalikuwa ni sehemu ya fidia kwa wakulima waliopata hasara kutokana na mafuriko yaliyoharibu uzalishaji wa zao la tumbaku katika msimu wa kilimo wa 2023/2024. Ufuatiliaji ulibaini kuwa fedha hizo hazikugawanywa kwa wakulima na badala yake, viongozi wa chama hicho ambao ni katibu meneja bwana Charles Alex Shiengo na mwenyekiti wa chama hicho bwana Faida Paulo Deda walifanya ubadhirifu wa fedha hizo. Ilibainika kuwa ni kiasi cha shilingi milioni 11.62 ndicho kilichogaiwa kwa wakulima 152 pekee, na, na kiasi cha shilingi milioni 151.5 kiliweza kuangukia mikononi mwa watu wanne tu, ambao ni mwenyekiti wa chama hicho Faida Po Deda aliyejilipa shilingi milioni 53.5 katibu meneja wa chama hicho Bana Charles Alex Yengo aliyejilipa jumla ya shilingi milioni 58 na laki tatu, mke wa katibu meneja Bi Lusi Masanja Gidabita aliyejilipa shilingi milioni 34 na laki tano na elfu themanini, na mtoto wa katibu meneja Bana Charles Masanja ambaye alilipwa jumla ya shilingi milioni tano laki tano themanini na tatu elfu na mia tano kumi na tisa. Watu hawa ambao nao ni wanachama wamelipwa fedha hizo isivyo halali kwa kuha, kuhamishiwa kwenye akaunti zao binafsi, jambo ambalo ni kinyume na taratibu na maadili ya uongozi wa vyama vya ushirika. TAKUKURU umechukua hatua za kudhibiti fedha hizi, ambapo hadi sasa kiasi cha shilingi milioni 92.16 kimedhibitiwa. Katika eneo la uzuiaji rushwa, katika kipindi husika, jumla ya miradi tisa yenye thamani ya shilingi bilioni mbili 2 ilifuatiliwa na ushauri ulitolewa kurekebisha mapungufu yaliyobainika. Katika eneo la uelimishaji umma tumefanikiwa kuimarisha klabu za wapinga rushwa 61, mikutano ya hadhara 30, semina 9, vipindi vya redio vitano na maonyesho matatu. Na katika wiki ya sheria, tuliweza kuelimisha watu zaidi ya 325 kupitia maonyesho yaliyofanyika katika mabanda ya TAKUKURU wilayani na hapa mkoani. Programu ya TAKUKURU rafiki nayo na ilifanyika katika kipindi husika, na tulifanya vikao vya udhibiti wa kero katika kata 14. na idadi ya kero zilizopokelewa ni 55 na idadi ya kero zilizotatuliwa ni 36. Katika eneo la uchunguzi kwa kipindi husika tumepokea malalamiko 52 yaliyohusu vitendo vya rushwa ni ishirini na yasiyohusu rushwa yalikuwa thelathini na mbili. Kesi zinazoendelea mahakamani kwa kipindi hiki ni kumi na tatu na kesi mpya tano zilifunguliwa, na katika kesi hizo tumeweza kumaliza kesi mbili mahakamani na kesi zote jamhuri ilipata ushindi.